Kusema kweli yangaya sasa ya moto, kuna Dikisoni nyogu alafu mwa kuna Mwamnyeto, kuna fundi wa kabungu pale kati ya naitwa ucho makoro mbowapi, bona chuasikii amato mnaogopa kunyonyoma tena zikii, kuna fundi wa kabungu pale mbele fundi wa boi hoya, kelele nyingi, shangwe nyingi, piga kwa masitengele Wana Simba wanangu seme ziseme iseeziseme zisee ziseme sikia, hivi unaijua Simba sisi, hivi unaijua Simba sikia ni... e wakusema kweli mama nive, hivi unaijua Simba, Simba yetu ni hatari, tukimwanzisha kapombe azizikia yakae mbali, tukimuweka pakome Tunamweka tigiri, yani mpira pasi, tunakata, tunahesabu magoli. Anaanza kamara kati, anacheza le bora, inapigwa pasi ndefu mbele, anamaliza Mukwala. Yanga timu ya kinamama, Simba ndio timu ya masera topana jeziza kizuri mo mitano anachona vinyola piga mambo ayamaini wa